imetajwa lakini nasimama kwa niaba ya Union ya Kaskazini mwa Tanzania yenye makao makuu kule Njiro Arusha. Familia ya kaskazini mwa Tanzania ya kanisa la Adventista wa Sabato ilipokea kwa masikitiko makubwa. Tukio hili la kuhuzunisha la kifo cha mpendwa na rafiki yetu Erica, ambaye ni dada wa Mchungaji Magurilo Mwakalonge, ambaye amekuwa katibu mkuu wa Union ya Kaskazini mwa Tanzania tu kwa kipindi kifupi kilichopita. Mchungaji Mwakalonge ile kundi la, la mtuk staffs tulikuwa tukiomba kwa ajili ya mgonjwa, lakini basi baada ya msiba tumeendelea kumlia Mungu ili endelee kuwa faraja. Viongozi wa Union ya kaskazini mwa Tanzania, Dr. Pwani ambaye yuko safari kama alivyo mwenyekiti wa kusini, pamoja na katibu, pamoja na Edda Mavanza viongozi wakuu pamoja na timu yote wametuma salamu za pole. Tunaomba familia kwa ujumla mweze kuzipokea. Union ya kaskazini mwa Tanzania imejipanga vizuri kuhudhuria programu za mazishi kule uh, Simiyu Lift Valley Field kwa maana ya Maswa, mahali ambapo mazishi yatafanyika. Pasta Makaronge uliwahi kuhudumu kwenye msiba mmoja, akasema hivi: kama baba anavyoamka asubuhi na kuimba wimbo wa asubuhi, Bwana Bwana asubuhi kucha, kisha watoto wake wakakusanyika kutoka kwenye vyumba vyao, ndivyo itakavyokuwa mwokozi atakaporudi. Neno hilo likufariji wewe pamoja na familia kwa ujumla, na kila aliyeguswa na msiba huu tunawapa pole. Bwana awatie nguvu sana.